Baada ya kuelemewa na harakati zinazofanywa na chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kupitia ajenda yake no reforms no election, chama tawala CCM sasa kinafanya hujuma ambazo katika makala hii nazielezea. Ziko hujuma kuu tatu ambazo zinahusiana na matukio mawili makubwa ambayo nayo pia yanahusiana na swala zima la no reforms no election, ajenda ambayo chama cha Demokrasia na Maendeleo imekuwa ikisambaza kwa wananchi ikiwataka Watanzania kushinikiza ili serikali ifanye mabadiliko marekebisho ya taratibu kanuni na sheria za chaguzi ili chaguzi hizo ziwe na maana kidemokrasia na kwa Tanzania kwa ujumla. Mwanzoni, ajenda ya no reforms, no election iliangaliwa kama ni kauli mbiu tu ya kisiasa ambayo pengine haitokuwa na uzito mkubwa. Hata wale ambao walikuwa na imani na Chadema au walikuwa na imani na Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu mwenye mwenyekiti mpya wa chama hicho na uongozi wake mpya, hawakuelewa hasa jinsi gani ajenda hiyo inavyoweza kugusa hisia za Watanzania wengi. Lakini moja ya mbinu zilizotumia na Chadema ambazo imekuwa na ufanisi sana katika mikutano yake ya kuhamasisha kampeni hiyo No Reforms No Election, ni kuunganisha uchaguzi na hali halisi ya maisha ya Watanzania chini ya utawala wa CCM. Na hili ndio ambalo limewapa hofu sana watu wa CCM kwa sababu wameona kwamba swala hapa sio tu, um, ma madai ya mabadiliko ya sheria za uchaguzi, lakini Chadema inayotumia kampeni hii ya No Reforms No Election kuwafumbua macho Watanzania kwamba CCM kwa miaka yote ilikuwa madarakani ni chanzo cha umaskini wao, ni chanzo cha ya matatizo yao na vitu mbalimbali. Kwa hiyo wakati inaonekana kuwa maamuzi ya hivi karibuni ya CCM kupitia serikali yake na vyombo vyake vya dola dhidi ya Chadema yamejikita zaidi kuzuia moto huo wa no reforms no election, lakini kwa picha kubwa zaidi ni kwamba chama hicho tawala kiliona hatari inayoanza kujitokeza. Kwanza kwa sababu mikutano hiyo imekuwa na ufanisi mkubwa. Mikutano ya Chadema chini ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa chama hicho, pamoja na viongozi wengine wakuu wa chama hicho imekuwa na ufanisi kutokana na idadi kubwa ya watu waliojitokeza, lakini kikubwa zaidi ni kwamba ajenda ya no reforms, no election inakwenda beyond um, ajenda ya uchaguzi na inaanza kuwaingia Watanzania wengi akilini kwamba ni mkakati ambao unaweza kutumika kuiondoa CCM katika utawala wake. Sasa nimesema kwamba kuna matukio mawili ambayo yanahusiana na, na, na swala hili uh, katika tukio la kwanza ni hili la kukamatwa kwa mheshimiwa Tundu Lissu ambapo baada ya kukamatwa majuzi alifikishwa mahakamani na kupachikwa shtaka zito la uhaini. Kwa mnaofuatilia Jasusi TV, mefanya mahojiano na mwanasheria msomi Peter Kibatala ambaye ni miongoni mwa wanasheria ambao wamejitokeza kushughulikia kesi ya Mheshimiwa Lissu, na ameelezea kwa kina kuhusu porojo za kisheria zinazozunguka zungu, swala hilo la kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu. Lakini kwa mujibu wa waendesha mashtaka Mheshi, wanadai Mheshimiwa Lissu alitoa kauli za kichochezi ambazo zinalenga kuhamasisha uasi dhidi ya serikali halali. Uh, wanadai kuwa hii ni kutokana na, na kauli zake dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan akieleza kuwa nchi iko katika mkondo wa kidikteta na kuwa uchaguzi hauwezi kufanyika bila mabadiliko ya kimsingi katika mfumo wa uchaguzi. Lakini je, Mheshimiwa Lissu alikamatwa kwa maneno haya tu au kuna zaidi ya hapo? Kwa jicho la kijasusi, kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu sio tukio la kawaida, bali ni sehemu ya mkakati mkubwa wa kumvunjia nguvu ya kisiasa kabla ya uchaguzi wa 2025. Hii kwa upande mmoja, lakini kwa upande wa pili ilikuwa ni tishio kwamba shinikizo la Mheshimiwa Lissu lingeweza kupelekea uchaguzi huo wa mwaka, huo, mwaka huo 2025 usifanyike. Lakini siku tatu baada ya Mheshimiwa Lissu kukamatwa, siku chache baada ya Mheshimiwa Lissu kukamatwa, katibu mkuu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Mnyika John Mnyika alitangaza kuwa chama chake hakitashiriki kikao cha kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi zilizoandaliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na sababu zilizotolewa na Chadema ni kwamba haijapokea majibu ya maandishi kuhusu mapendekezo yake yanayolenga marekebisho ya msingi ya mfumo wa uchaguzi, lakini kilichowashangaza wengi ni kauli ya Ramadhani Kailima, mkurugenzi wa hii tume huru inayojiita uhuru ya uchaguzi ambaye alisema kuwa vyama visivyosaini kanuni hizo havitaruhusiwa kushiriki uchaguzi wote kwa kipindi cha miaka mitano. Taarifa hii osamb... ilisambaa na kauli hii ilitafsiriwa kwamba imeilenga Chadema licha ya kwamba ilikuwa inaeleza kwamba vyama vyote ambavyo havitashiriki kwenye havitosaini hayo yanayoitwa kanuni za maadili za chaguzi um, zitazuiliwa kushiriki. Sasa hili swala lenyewe la kanuni za maadili, kuna kanuni gani ya muhimu zaidi? maadili gani muhimu zaidi katika uchaguzi zai, zaidi ya kuheshimu haki ya mpiga kura? kwa sababu tumeshuhudia katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini uh, kwanza uchaguzi wa serikali za mitaa vitongoji na vijiji wa mwaka 2019 ndio uhuni ulipoanza halafu ikajirudia tena kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na majuzi tu hapa Novemba elfu mbili na ishirini na nne yamejirudia yale yale. unaweza ukajiuliza, hii tume inachoongelea kuhusu maadili, maadili gani? Wizi wa kura, kuwanyang'anya watu haki zao za kidemokrasia? Kwani ni wazi huu ulikuwa ni mzaa, na Chadema wako sahihi kugomea, na vyama vyote vilivyoshiriki au vilivyokubali kusaini ni vinawasaliti wa Tanzania, kwa sababu kinachoporwa sio haki za vyama bali haki za wananchi. Swali kuu la kujiuliza ni kwa nini tume hiyo inajiita huru ya uchaguzi iwe tayari kukifungia chama kikuu cha upinzani kwa miaka mitano huku ikijua fika kwa kufanya hivyo ni kinyume na haki ya kidemokrasia. Jibu linaweza kupatikana tukitizama uhusiano wa karibu kati ya tume hiyo, um, serikali ya CCM, vyombo vya dola na taasisi nyingine zinazohusiana na maswala ya demokrasia na haki za binadamu nchini Tanzania. Sasa CCM inaogopa nini? Um, kuhusu kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu na kufunguliwa mashtaka, na hili la kuifungia Chadema miaka mitano, kwa sababu watu wengi hawajaelewa kuhusu hiyo. Lakini kimsingi kinachofanyika ni jitihada kuizuia Chadema katika shughuli zake za kisiasa kwa miaka mitano. Matarajio ni kwamba kama swala hilo litafanikiwa ambalo kwa mtizamo wangu haliwezi kufanikiwa, basi hata hiyo miaka mitano haijafika basi Chadema labda itakuwa imefia hapo njiani kwa, kwa sababu tukumbuke, wakati haya yanaendelea bado kuna lile genge la waasi wa G55, G55 ambalo kwa mujibu wa taarifa, siku mbili tatu zijazo watakuja na press conference kuendeleza moto waliouanzisha hivi karibuni. Sasa CCM inatambua nguvu ya kisiasa ya Mheshimiwa Lissu sio tu kama kiongozi wa Chadema bali kama ishara ya matumaini kwa mamilioni ya Watanzania waliokata tamaa na mfumo wa sasa. Na zaidi ya hayo, uamuzi wa Chadema kususia maadili ya uchaguzi ni tamko la kisiasa kwamba haiwezi kuendelea kuwa sehemu ya mchezo usio na haki. Kwa hiyo, ili kuidhoofisha, CCM inatumia mbinu hizi tatu. Nimeeleza awali kwamba kuna mbinu kubwa tatu zinazotumia na CCM kupitia taasisi zake za dola, lakini pia tume ya taifa ya uchaguzi. Ya kwanza ni criminalization of dissent, yaani kugeuza upinzani kuwa kosa la jinai. La pili ni delegitimization, kuonyesha kwamba Chadema si chama chenye maadili, hivyo hakiwezi kushiriki uchaguzi. Lakini ya tatu ni suppression through lawfare, matumizi ya sheria kama silaha ya kisiasa katika hii, katika hali hii tume ya uchaguzi, hii tume inayojiita huru ya uchaguzi imegeuzwa kuwa mtekelezaji wa ajenda ya kisiasa ya chama tawala CCM. Sasa mkakati huu wa kuwatisha viongozi wa upinzani hasa Chadema na kuwafungia vyama vinavyokiuka vyuki, vina kinachoitwa masharti ya serikali una madhara makubwa kwa mustakabali wa Tanzania yetu. Kwanza ni kukwama kwa demokrasia ya vyama vingi. Tanzania inaweza kurudi rasmi kwenye mfumo wa chama kimoja kwa kivuli cha vyama vingi visivyokuwa na meno. Lakini pili ni kudorora kwa ushiriki wa raia katika chaguzi wananchi wakiona hakuna mabadiliko kupitia uchaguzi wanaweza kukata tamaa na hata kuchukua hatua zisizotarajiwa. Tatu ni kuwepo kwa mvutano wa kisiasa usio wa lazima, mgogoro wa kisiasa huzaa mivutano ya kijamii, kiusalama na kiuchumi. Na nne, kuporomoka kwa imani ya jumuiya ya kimataifa. Tanzania inaweza kuonekana kama nchi inayoenda kinyume na misingi ya haki za binadamu na utawala wa sheria. Chadema wanahitaji kuwa na msimamo thabiti, lakini pia wa kimkakati kuhakikisha wanatumia kila jukwaa la kidiplomasia kitaifa na kimataifa kuibua hali hii. Wakati huo huo, mashirika ya kiraia na raia kwa ujumla wanapaswa kuamka, kwa sababu demokrasia ikikandamizwa leo kwa jina la usalama wa taifa, kesho kila mtu atakuwa mfungwa wa mfumo. Kwa upande wa CCM ni lazima itambue kuwa kushinda uchaguzi kwa nguvu ya dola ni ushindi wa muda mfupi, lakini ushindi wa hofu ambao unajenga hasira za kizazi kizima. Tatizo kubwa kwa CCM, na hili ni tatizo la muda mrefu, imefika mahala ambapo watu wazima wenye akili timamu wako tayari kutekeleza vitu wanavyojua kabisa kuwa vina athari huko mbele. CCM inafahamu kwamba inachukiwa na idadi kubwa tu ya Watanzania. Chuki ni kitu ambacho huwezi kukizuia kwa mabavu au kutumia nguvu za sheria au vyombo vya dola. CCM ilitakiwa ikae chini itafakari, kwamba kwa nini idadi kubwa ya watu wamepoteza matumaini chini ya utawala wake. Lakini kwa bahati mbaya, ni vigumu kufanyika hivyo, kwa sababu kila atakayejaribu kufanya hivyo ataonekana ni mpinzani, lakini pia kwa sababu watu wengi ndani ya chama hicho wanaendekeza masuala yao binafsi. Hawana uthubutu wa kuweza kusema jamani, hapa tunakosea, njia tunayoifuata sio sahihi. Kwa hiyo tusitegemee lolote kutoka kwao. Basi naomba niishie hapa, asanteni na kwaheri.